Kufu, tumrejeeni Allah tumwogopeni Allah kiuhalisi, kiukweli, kwa kutenda yaliyo mazuri na kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya. Hotuba yetu ndugu zangu inatukumbusha namna ya kuishi kwa hikma katika zama za fitna, katika zama za machafuko. Ndugu zangu tumeona namna gani uislamu unavyotuelekeza sisi kuishi kwa hikma ni kuhakikisha tumia vyema akili zetu katika maamuzi ya kusema kwetu na kutenda kwetu. Hekima iwe ndio kiongozi wetu, subira iwe ndio vazi letu la kila siku la muda wote, lakini uongofu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama ndio uwe taa yetu ya kutembelea ya kutumulikia tunapokanyaga, wakati tunatembea katika zama hizi, tunakumbushwa kuhakikisha tunashikamana na dini katika nyakati tulizonazo, tukikithirisha kumwabudu Allah tabaraka wa taala, bali kumtaka msamaha Allah na kumwomba Allah mtukufu atupitishe katika mazingira ya fitna tuliyonayo katika namna iliyo njema na bora na ndivyo alivyotufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laki, lakini pia kuhakikisha tunajitahidi kuishi kwa kusubiri kutokana na maumivu yaliyopatikana, lakini pia tukiongozwa na namna njema ya hekima na busara, lakini pia kujipamba na subira katika nyakati zote maeneo yote muda wote, na kuepuka kutamka maneno yanayoweza zidisha kuwasha moto wa uchochezi, moto wa migogoro, badala ya kuzima moto huu na maisha ya wa Watanzania kurudi katika namna iliyo bora. Ndugu zangu katika imani, tukio la tarehe 29 mwezi wa kumi kadhalika 30 mwezi wa kumi na amri ya kukaa ndani kwa takribani masiku matano ni tukio ambalo haliwezi pita vivi hivi likawa halina mazingatio kwa watu wenye akili. Ni tukio ambalo haliwezi pita vivi hivi pasina kuleta ibra kwa waliomwamini Allah tabaraka wataala. Kila mmoja ana haki ya kuvuna mazingatio kupitia tukio hili kwa namna lilivyotupita lakini miongoni mwa mambo yanayoweza kuelekeza mazingatio kwa wanadamu wanaoishi katika hii dunia ni makundi kadhaa wa kadhaa ya kijamii. Nambari moja, ni kwetu sisi sote raia wa Tanzania wazaliwa wa Tanzania wanaoishi Tanzania kwa kufanya kazi kwa sababu zozote zile za kuwepo Tanzania. Al-amnu wal-amani, amani na utulivu. Amani na utulivu ni kitu muhimu mno katika maisha ya mwanadamu. Mazingatio makubwa yanayoweza patikana kwetu sisi wanajamii, wazaliwa wakazi wa Tanzania amani na utulivu ni kitu muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Palisemwa sana huko nyuma kabla ya haya. Hawakusema watu kwa akili zao, walisema kwa kunukuu Qurani na Sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasalama. Wengine wakaonekana ni machawa. Hakuna aliyehongwa, ndugu zangu yeyote ambaye Allah mtukufu amempa amana ya elimu Uislamu unamlazimisha itumia amana hiyo kuulingania, kuhadharisha, kuukumbusha umma, na kuwa mtu ataulizwa kwa amana hiyo yaumul qiyama kama hakuitumia vile ambavyo inastahiki. kullukum rain wa kullukum masulun an raiyati, nyote ni wachunga na mtaulizwa kwa namna gani mlivyovichunga vile vinavyokuhusuni. Miongoni mwa nukuu zilizonukuliwa nyuma ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasalama yaliyothibiti ndani ya Sunanu Tirmidhi. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasalama anasema: man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yeyote miongoni mwenu ambaye ameamka akiwa ana amani na utulivu nyumbani kwake anaweza kutoka akafanya lolote lile. Moja, pili akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama, muafa fi, bata, fi badanihi, tena ni mtu mwenye afya kamilifu katika mwili wake, afya inayomruhusu kutembea, hakuna kiungo kilichovunjwa hakuna kiungo kilichomharibika kinachomuugua akasema mtume sal llahu alaihi wa alihi wasalama indahu kutu yaumihi mtu huyo siku hiyo situkuwa ameamka nyumbani kwake ana uhuru na amani ya kutosha ya kutoka kwenda pahala popote ana afya kamilifu ana chakula chakula ye na familia yake anasema mtume sal llahu alaihi wa alihi wasalama fakaannama hizati lahu dunya bihadhafiriha mtu huyu ni kana kwamba ameimiliki ameitawala dunia na vilivyomo ndani yake. Tunaakili timamu, tumeishije kwenye kizuizi cha kukaa ndani? Haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wa aalihi wasalama yanasemaje? yana na maisha tuliokuwa nayo, wakati mtu leo fungu la mchicha fungu la mchicha uliovunwa uliong'olewa, kutoka kwenye ardhi mpya, analinunua shilingi mia tano, na anachagua atakavyo, na mwisho analiacha. Walifikia watu kununua fungu la mchicha ulioharibika, unakwenda kwenye kuuza shilingi elfu mbili elfu tatu fungu moja, ambalo mtu mmoja mchicha huu ukichemshwa hawe hauwezi kumtosha huu mchicha unaenda kuliwa na familia ya watu kumi wamenunua watu mkate mmoja shilingi elfu kumi, wamenunua watu nyanya moja shilingi elfu moja, elfu moja mia tano. Wamekosa watu huduma ya chakula, ni kwa sababu amani na utulivu vimekosekana kwao. Tusicheze na hili ndugu zangu, tusifanye majaribio kwenye amani na utulivu Tujue sote ni masulu mbele yake Allah tabaraka wa taala juu ya kulinda amani na utulivu katika maisha yetu, katika makazi yetu. Amani na utulivu ndiyo inambakishia mtu biashara yake, inambakishia mtu mali yake. Imeondoka amani na utulivu, kuna watu wiki mbili zilizopita walikuwa ni matajiri wanaomiliki mitaji pesa za milioni mia mbili mia tatu bilioni moja. Leo zote zimeteketea, hazipo, hazipo. Na wengine wamekopa benki, kakopa benki, mtu kanunua magari mawili matatu yamepigwa moto, pa hayapo. Amani na utulivu, amani na utulivu kuna ndugu zetu tulikuwa nao hawapo leo, hawapo, hawapo, ni kina marehemu. Si kitu cha kufanya mchezo, ndugu zangu, si kitu cha kufanya mchezo, cha kufanya majaribio. Tumwombe Allah tabaraka wataala aidumishe amani na utulivu katika maisha yetu ndani ya nchi yetu na amuondoshe kwetu kila yule ambaye anatamana ham ya kuharibu amani na utulivu tulionao. Hii ni kwa raia wote wa Tanzania, ni kwa wakazi wote wa Tanzania. Kuna wawekezaji kutoka nje wanaogopa, mali zetu zitaharibiwa ndani ya kuwekeza kwake. Mtu kaajiri watu mia, anaogopa naondosha mradi wangu, peleka nchi nyingine. Watu mia moja wakazi wa Tanzania hawana ajira, amani na utulivu. Lakini pia ni jukumu la wazazi, katika mambo tunayoyachukua ni mazingatio kupitia matukio yaliyotupita. Wazazi, pateni muda, bali iwe ni kawaida ya kukaa na watoto wenu. Kaeni na watoto wenu. Uislamu umetufundisha haya huko Luqman, katika mja miongoni mwa waja wema anakaa chini na mtoto wake, hamlinganii tu kumwabudu Allah tabaraka wataala, lakini namna njema anavyoweza ishi na watu. Tumewaacha watoto wetu, vijana wetu wanalelewa na mitandao, wanalelewa na vijiwe, wanafundishwa maisha na mitandao. Hatuna muda wa kukaa na watoto wetu. Utamaduni wa Mtanzania miaka thelathini arobaini iliyopita Baba hawezi kula isipokuwa anakula na familia yake. Hakuna habari ya kula chumbani peke yake, anakula na familia. Akila na familia, baada ya kumaliza kula, wanapata mawili matatu ya kuelekezana. Ndio tukapata baba zetu ambao walikuwa watiifu, wasikivu kwa wazazi wao. Baba zetu, ninyi leo haya mmeyaacha. Rudini katika asili ya kawaida ya mwanadamu. Haya ndiyo mafunzo ambayo Uislamu unayafunza. Kuwa karibu na mwanao, zijue nyenendo zake. Kuwa karibu na mwanao, wajue marafiki zake. Kuwa karibu na mwanao, jua nini anafanya. Kuwa karibu na mwanao, mtengeneze aje kuwa ni mwanajamii aliye bora mwema. Usimwache mtoto akatamani pora chukua cha mtu, ataishi maisha ya haramu. Dhulma haidumu ndugu zangu, na dhulma ukiona inaishi, mbona yule kadhulumu na yupo? Tunaambiwa adhulma la yadumu idha dama dammara, dhulma haidumu, dhulma haishi. Ukimwona dhalimu anaishi na dhulma, inamwangamiza anaishi na dhulma, ana maradhi makubwa, kila siku anabugia chungu nzima ya madonge anaishi na dhulma, hana amani, hana uhuru, hawezi toka kakana, wanajamii wenzi wake namna hii, muda wote ana hofu dhulma. Mfundishe kijana wako awe ni kijana Mtanzania Mwislamu, asiwe Mwislamu ambaye anafikiria, ana hamu ya kufanya kazi kwa mikono yake kwa kutumia akili yake apate chumo la halali ambalo litamlinda yeye na kuangamia kadhalika kizazi chake, bali litakulinda wewe baba yake, litatengeneza mustakbali bora mwema mbele ya Mola wake. Tatu, miongoni mwa mafunzo, mwa mazingatio tunayoyapata kupitia matukio yaliyotupita ni umuhimu wa viongozi wa dini, umuhimu wa viongozi wa dini kutoshabikia mambo yaliyo kinyume kabisa na vitabu vya dini. Umuhimu wa viongozi wa dini kujiweka kando na mambo yaliyowekwa ya ya na watu ambayo hayako ndani ya vitabu ambavyo wao wanaviamini. Qurani imefundisha imeelekeza, maelekezo yake mafunzo yake yanatosha, hakuna mafunzo mengine vitabu vilivyopita. Biblia inafundisha inaelekeza. Unapata wapi ujasiri kiongozi wa dini kutafuta mafunzo nje na vitabu hivi? Simama kiongozi wa dini, usiwe mwoga, waambie wanadamu wanaoishi katika hii dunia yale ambayo unaamini yako ndani ya, ya kitabu unachokiamini bila kuhofia. Utaonekana chawa, utaonekana nani? Simama, sema hakuna dini ndugu zangu, ukisoma Qurani ukasoma vitabu vyote vilivyopita Taurati, Zaburi, Injili, hakuna kitabu kinachofundisha chuki baina ya watu, hakuna kitabu kinachofundisha ubaguzi baina ya watu, bali vitabu vyote vinafundisha umoja, kuoneana huruma, vitabu vyote vinafundisha upendo. Viongozi wa dini waishi katika jukumu lao waishi katika maono walioyakubali na kuyachagua ya kuishi dini ya rabi, tunusuru na tuepushe na mambo ya kisiasa na mambo ya demokrasia. Kundi la mwisho ambalo lina haki ya kuchukua mazingatio kupitia tukio lililotokea ndani ya nchi yetu ni serikali yetu, viongozi wake Wakati wanakwenda tengeneza serikali wahakikishe wanatengeneza serikali ambayo itakata kiu cha watanzania kutokana na mahitaji mbalimbali walionayo. Watu wanaishi katika maisha ya umasikini wa kiwango kikubwa sana, hakuna namna njema na iliyo bora, ni kuhakikisha panapatikana jibu la haraka jibu ambalo litakuja kwamua watu na huu maskini, jibu ambalo litakuja kuamua watu na huu mkwamo wa kimaisha. Kuna vijana wanatembea na degree zao, shahada zao. Sasa shahada zao tangu amemaliza chuo, ame graduate miaka mitano, anatembea na shahada, hana ajira. Maskini ya Mungu, kijana huyu amesoma, akili yake imetengenezwa, unasoma ukimaliza kupitia shahada yako utapata ajira yapatikane majawabu, yapatikane majibu kwa hawa vijana, wapate kazi ambazo zitaweza endesha maisha yao na kuwatoa katika vijiwe ambavyo vinawafanya wafikirie mabaya kuliko mazuri. Serikali ni jukumu lake kuhakikisha linawaunganisha Watanzania. Serikali ndani ya Tanzania ndiyo mama, ndiyo baba, ndiyo mzazi. Ni jukumu lake kwa yote yaliyotokea, kuhakikisha inawaunganisha Watanzania, inawafanya kuwa ni kitu kimoja, na kuhakikisha wanalinda uzalendo wao, wanausimamisha Utanzania wao wakailinda nchi yao na kutokukubali kufitiniwa na walio nje ya Tanzania kuiharibu nchi yao ambayo wao hawana pahala pa kukimbilia zaidi ya hapo. Rabbi, tunakuomba utujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una asa, tujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao tunasikia nasaha njema na tunazifanyia kazi. Tuondoeni chuki ndugu zangu ndani ya nyoyo zetu. Sote tuwe kitu kimoja, tuwe wenye hekima, wenye subira, wenye uvumilivu na upendo, wala tushariku ayuhal ahibba fil fitan, na wala msishiriki katika mambo ya fitna. Ndugu zangu, jiwekeni mbali na fitna, jiwekeni kando na fitna. Ukienda Rwanda, nchi ya Rwanda, nchi jirani yetu hakuna mtu anasema mimi Mnyamwezi, we Mzaramo, we Mdengereko, wanasema wote si ni Wanyarwanda. Tutembeeni tuseme sisi ni Watanzania, tutembeeni tuseme sisi ni wa moja, tushindane kwenye kueneza imani zetu kwa hoja thabiti zilizo ndani ya vitabu bila chuki. Tusimchukie mtu kwa dini yake, tuyaepuke haya, ndugu zangu. Lakini si hivyo, kwani ni wenye pupa kuhakikisha jamii yetu inabakia kuwa ni kitu kimoja, amani na utulivu unapata ishi katika maisha yetu. Viongozi watende haki kwa namna inavyowezekana kutenda haki, na suala la kutenda haki ni suala linalomlazimu kila raia kuanzia majumbani mwetu mitaani kwetu, serikali za mitaa, serikali za wilaya, mpaka kufika juu. Kila mmoja asimame kwenye haki, na tujue na tuelewe, vyovyote utakavyokuwa, iwe Muislamu usiwe Muislamu, uwe na dini usiwe na dini, utakufa. Utakufa na utasimamishwa siku moja mbele yake Allah tabaraka wataala, atakuuliza Allah Mtukufu kwa unayoyafanya katika hii dunia. Halahala, hala, tenda yaliyo mema, tenda yaliyo mazuri, jiweke mbali na mabaya. Ya Rabbi, tunakuomba uzikutanishe nyoyo zetu, zijalie kuwa ni nyoyo moja zenye upendo wa kweli, warejeshe Watanzania namna walivyokuwa kabla ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Ya Rabbi, wote waliokufa wasamee makosa yao na wote walio vitandani, Ya Rabi, watibu majeraha yao wawezeshe, wanyenyue, warudi katika maisha yao ya kawaida. Ya Rabi, wote waliondokewa na ndugu zao, wapambe, waruzuku subira, waruzuku uvumilivu, wajaze moyo wa kusamehe. Ya Rabi, tunakuomba utulinde na kutuepusha na kila shari kila mwenye nia mbaya na sisi, ya Rabi, mwepushe na tuweke mbali naye, muondoshe katika maisha yetu ndani ya nchi yetu. Ewe Allah Mtukufu, tunakuomba turejeshe namna tulivyokuwa kabla hayajatokea yaliyotokea ndani ya nchi yetu, tujalie upendo na maelewano, tuweke mbali na maneno ya uvumi, maneno ya umbea na upashukuna yanayoweza tupasua na kutugawa baina yetu. Ya Rabbi waruzuku viongozi wetu hekima, waruzuku huruma, waruzuku busara, wawapende Watanzania vile wanavyozipenda nafsi zao, wawaonee huruma wa Tanzania vile wanavyozionea huruma nafsi zao. Nafasi za uongozi ambazo wewe umewapa wazitende kwa ajili ya Watanzania na si matumbo yao wala faida ya maisha yao. Ya Rabbi, tunakuomba walinde wakinge, wanusuru na kila shari ndugu zetu wa Falestini. Ya Rabbi, wanusuru na shari za mazayuni wa Kiyahudi. Ya Rabbi, wavishe mavazi yatokayo kwako, walishe chakula kitokacho kwako, wanyweshe kinywaji kitokacho kwako, wajalie na waruzuku nusra ya haraka. Ewe Allah mtukufu tunakuomba utujalie amani utulivu na upendo na haki katika maisha yetu yote ndani ya nchi zetu zote katika hii dunia ambayo tunaishi hivi sasa.